A godi, ninaomba kuanzia leo, mkiwa mnakaa mnajadiliana, jadilianeni jinsi gani ya kukwamua viziwi kwenye swala zima la uchumi. Mkijadiliana hivyo na mkawafuatilia kwa karibu, kila mwenye kila kiziwi apate mkopo kule aliko. Manake hata akisumbuka mwenye kitu kutoka hapa, utoe namba yako ili mtu anasumbuliwa na kwenye mkopo, unampigia yule mkurugenzi, unampigia katibu tawala wa mkoa. Ninao watu wangu hapo ambao ni viziwi, lakini sana kwa wanakosa mikopo. Wewe una sauti kubwa, utasikilizwa na watu wako watapata mikopo, na wakishapata mikopo, wakifanya zile biashara vizuri, wanakwenda kujikwamua kiuchumi, na boo ndio mtaeleza kwamba mmeweza wavusha viziwi kutoka hatua moja kwenda nyingine. Lazima kila chombo mueleze ni kitu gani nimefanya kwenye wakati wa uongozi wenu, wezeshwa kujikwamua wakaenda kule benki wakatoa mikopo ya benki. Ipo mikopo kule ya kuwezesha wajasiriamali, iko kule bilioni kumi na nane Mama Samia alitoa, lakini mikopo ye, yenyewe haiendi, haiendi kwa kasi lakini ninyi mkiwezeshwa mkaanzisha vikundi vyenu, na ninyi ni wanufaika wengine wa ile milioni 18 iliyowekwa na Mama Samia katika benki ya NMB. Lakini utaendaje kule NMB kama hujui kusoma na kuandika. Ndio maana ninasema lazima elimu, tuhakikishe kila moja anapata elimu. Unakwenda pale umeandika biashara yako. Meneja wa benki wanaikagua, wakiona iko vizuri, haangalii kama wewe ni kiziwi, anachoangalia ni biashara ili uweze kufanya ile biashara na hatimaye unarudisha mkopo. Tena ile ya kule benki riba yake ni kidogo sana, ya halmashauri haina riba kabisa. Kuna mikopo mingine iko kule Wizara ya Maendeleo ya Jamii, mifuko kama sitini na sita, yote hiyo inasubiri, na ile Wizara ya Maendeleo ya Jamii pia ninyi mnatambulika ni kundi maalum ambao mnapewa kipaumbele, mnapewa upendeleo. Tusiache hii fursa ikapotea. Mimi hilo ndilo langu nalosisitiza, kwa sababu mtu akiimarika kiuchumi hakuna kitu chochote atashindwa. Kila kitu tunaweza. Twendeni tukawatambue hao ambao wana wa ulemavu kwa mujibu wa chapita. Shule za vitengo vinavyotoa elimu kwa wanachama wake ni takriban mia moja sabini na serikali imejitahidi. Kuna hivi vituo, ningetamani kuona kila mtoto wa Singida anafika pale Sabasaba kuja kupata elimu, lakini serikali inaendelea kuongeza kuwasomesha wataalamu, ili angalau kila mahali wataalamu waweze kufika. Lakini vile vile serikali inajaribu kushughulikia tatizo la kutokuwa na vituo vitengo vinavyotoa elimu kwa wanachama wake. Kila mwaka serikali hutenga bajeti ya ununuzi na usambazaji wa vifaa vya kujifunzia na kufundisha kwa viziwi vikiwemo Shime sikio, vishikwambi vyenye kamusi ya lugha ya alama, mashine za upimaji wa usikivu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hata halmashauri tunapopaka bajeti zetu, tuangalie ni kipi hapa ambacho tunaweza tukasaidia kuweza kuwasaidia wenzetu wenye ulemavu. Lakini vile vile serikali inaendelea kuendesha zoezi la utambuzi wa watoto wenye mahitaji maalumu nchi nzima kwa lengo la kutambua mahitaji yao ya, ya kielimu andikishwa shule ili kuwawezesha kupata elimu kulingana na mahitaji yao. Kati ya watoto hao hao, wapo watoto viziwi ambao wanakwama kupata elimu kutokana na changamoto mbalimbali. Kwa kuwabaini mapema, serikali inafanya taratibu za kuhakikisha wanapelekwa katika vitengo vya elimu maalum vilivyo karibu na makazi yao, kama sera ya elimu jumuishi hapa nchini inavyoelekeza. Hii nimeisisitiza sana, pamoja na maafisa elimu pamoja na maafisa ustawi tuende tukasimama kwenye nafasi zetu, tuwatambue wote. Ndugu wananchi wenzangu pamoja na viongozi, katika hospitali na vituo vya afya, mawasiliano kati ya viziwi na watoa huduma yanaendelea kuboreshwa ili kuondoa vikwazo vya mawasiliano wakati wa upatikanaji wa huduma. Serikali imechukua hatua kwa kuhimiza watoa huduma wote kujifunza lugha ya alama na kuajiri wakalimani wa, wa lugha katika baadhi ya vituo ili wenzetu wanapofika katika vituo vyetu waweze kupata huduma bila vikwazo vyovyote. Niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kushirikiana na serikali, ni wajibu wake kuwatunza wananchi wake, na serikali kwa kweli inaendelea kujitoa na ina wajibu wa kujitoa. Sisi mkoa wa Singida, nimemwambia mwenyekiti wangu hapa wa viziwi kwamba ofisi ile iko wazi, karibu, tushirikishane mambo mbalimbali ya watu viziwi ili tuweze kusaidiana katika mipango na mambo mengine yote yanayohusu viziwi, ili sisi mkoa wa Singida tuwe mfano. Tunataka sisi tuwe mfano kwa Wasingida. Mkija tuambie, viziwi wa Singida kadhaa walipata mikopo, viziwi wa Singida kadhaa wako shuleni, viziwi wa Singida kadhaa wamefanya hivi na vile, ili na wengine waje wajifunze kutoka kwetu. Na mwaka huu ni mwaka 2025. Kabla sijaja hapa nimetoka kufungua eh, mradi wa kuwaelimisha watu wenye ulemavu ili washiriki kikamilifu katika shughuli za uchaguzi. Shughuli za uchaguzi, masuala ya kuteua wagombea na nini ulishapita. Sasa hivi tuko wakati wa kampeni na tutaenda wakati wa kuchagua viongozi eh, tarehe 29 Oktoba 2025. Niwahamasishe ndugu zangu viziwi, tushiriki katika mazoezi haya kwa ukamilifu. zoezi la kampeni tushiriki, wakalimani watakuwa huko. Mimi nilishamweleza mratibu wetu wa uchaguzi awaambie wote wanaofanya kampeni ahakikishe wakalimani wa alama, wataalamu wa lugha za alama wapo, ili viziwi nao wajue wagombea wanasema nini juu ya sera zao. Twendeni tukajitokeza tarehe 29 itakapofika, lakini kwa wakati huu shirikini kwenye kampeni hizi, msikie viongozi wanasema nini, lakini tokeo la pili kubwa ni kuchagua viongozi wenye tija noma, noma.